Nao baadhi ya wakazi wa Dongo Kundu huko Likoni kaunti ya Mombasa wanadai fidia kutoka kwa serikali ili kutoa nafasi ya uwekezaji katika ardhi ya ekara elfu moja. Kulingana nao, serikali imewanyanyasa na kuwafikia fidia duni. Wakazi hao pia wanawalaumu viongozi kwa kukosa kuingilia kati na kuhakikisha wamepewa fidia inayolingana na kiasi cha ardhi wanayomiliki. Baadhi ya wakazi wamepokea fidia ya mradi huo wa eneo maalum la kibiashara. Francis Mtalaki anaarifu ni baadhi ya wakazi wa eneo hili la Dongo Kundu, Likoni kaunti ya Mombasa wamekongamana hapa kwa lengo la kujaribu kupata mwafaka kuhusu fidia. Katika boma hili mmoja wa wakazi anapaswa kuondoka ila amedinda kutokana na kiwango cha fidia anachodai kutoka kwa serikali. Unaona mtu kama huyu amelipwa elfu thelathini na sita themanini mia nane. Unaona na huyu mwingine naye amelipwa elfu ishirini na tisa mia tisa na mimi mwenyewe mimi mwenyewe, mimi mwenyewe, mimi mwenyewe nimelipwa laki sita elfu hamsini na nane niambie imajini shamba hii ni wapi iweza ipata na hiyo pesa na ni nani atakayenitetea mimi siona kwa hiyo si kwamba ni jasiri nasema kwa sababu uchungu tumeondolewa katika shamba letu lilikuwa kubwa na tulikuwa tuna mifugo tunafuga lakini kwa sasa hivi mifugo tuliiamisha na hatuna mahali kwa kuishi pale, mahali tunaishi ni 50 by 100. mifugo tutaiweka wapi sisi? Na hapo katika hiyo shamba yetu tulikuwa kwa tuna heka kubwa kama heka nane hivi. Na wanadai kiwango na kukosa kuhusishwa kikamilifu katika mazungumzo kumechangia kwa mgogoro huu, ambao fedha za serikali zilizopendekeza wanasema ni chache mno, ikizingatiwa haya yamekuwa makazi yao kwa muda, baadhi yao wakitaka serikali kuwatafutia makao mbadala sawa na kiasi cha ardhi wanachomiliki. Katika beneficiary ambao tuwajua, na tuliambwa na tuko nao kwa makaratasi ni 1648. Wale wengine hatuwajua wametoka wapi? Kwa hivyo tunataka kwa kila mahali, kwa chifu hakuna majina kwa DCCI hakuna majina, hakuna majina tunataka tujue beneficiary wetu ni wangapi, ambao wa Dongo Kundu. Dongo Kundu amepewa notice na hawana nyumba asijaisha sababu ya pesa. Na huyo mtu kama huyo huyo, mvua imenyesha sasa, imagine ana watoto na hana chakula ambacho atakula. Kwenye shamba yake ni ile 100 benefit, amejenga hajamaliza. Imagine kama wewe ni mama yako, ama wewe kama una roho ya kiutu ama kibinadamu, utaishi vipi wewe? kuna wengine walipata mtu kwenye hiyo ploti yake alikuwako na ploti kubwa kama heka kumi ama nane ama saba lakini malipo yao ni ya kusikitisha kabisa kuna mama huyo alikuwako ni mama kipofu haondi na katika hiyo karatasi yake ilivyokuja malipo ya awadi alipata elfu ishirini peke yake. Dhuluma iliyoje hiyo! Kando na madai ya unyanyasaji wa kiwango cha fedha, vitega uchumi kama vile uvuvi na nyumba za samaki zimevunjwa. Kutokana na ukataji mikoko katika eneo hili shambani, mazao haya hayatakuwepo tena, ndiposa wanashinikiza fidia inayolingana na uwekezaji wa tangu jadi. Katika sisi, kila mtu alipatiwa 50 by 100 50 by 100 mimi niko na watoto au watoto wangu nitaweka wapi? na tulikuwa kwa tukilima hapa kwetu, na mpaka sasa hivi sisi hatulimi tumeketi. Public participation haija kuwa adequate, wala hata haija kuwa meaningful pia. Wana issues na valuation hauwezi eka, eka moja ni elfu thelathini. hiyo ni unyang'anyi na dhulma ya hali ya juu sana. Aidha, Wanalaumu viongozi kwa kimya ambacho wanaamini kimechangia kwa mgogoro huu kudumu na kuwa kizingiti kikuu cha uwekezaji na wawekezaji. tulikuwa kama maskini, wakati huu mradi ukija tukadhani labda tutakuwa matajiri kwa sababu ya malipo, lakini cha kusikitisha zaidi ni kwamba tumekuwa mafukara kabisa, na kwa kulilia zile haki zetu kwa ofisi hatujui tuende ofisi gani iweze kutuokoa. Wakazi hawa sasa wanatishia kuelekea mahakamani kuishinikiza serikali kuwalipa fidia kulingana na kiwango cha ardhi wanachomiliki. Francis Mtelaki Ringa, Citizen Mombasa. Na maafisa wa usalama wa kaunti ya Embu wamewataka wana...